Pindua, pindua. Kifurushi kinachokupa uhuru wa kutumia mb dakika kivyo vyote. mnamfahamu ni wanamchezo wote munaojua. Wa sita ni Dk Francis Michael, yeye yuko chuo kuu cha Dar es Salaam, kitivo cha sheria, naye vilevile ni mwanamchezo mnayemfahamu. Wa saba ni ndugu Mohamed Dewji, ni mkurugenzi mkuu wa Mohammed Enterprises International Limited, ni mwana michezo wote mnamfahamu, sihitaji kumtambulisha sana. Wa nane ni Abubakar Bakhresa, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa Said Salim Bakhresa ni Company Limited, wote mnamfahamu, ni mwana michezo. Wa tisa ni eh, Dr Yusuf Singomari, mnamjua, ni mkurugenzi wa maendeleo ya michezo, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Wa kumi ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano shirikisho la mpira Tanzania TFF mnamfahamu, Ahmed Mgoyi. Wa kumi na moja ni mwenyekiti kamati ya maendeleo ya vijana TFF mnamfahamu, Khalid Abdalla. Wa kumi na mbili ni mheshimiwa Dr. Hamisi Kigwangala waziri wa mali asili na utalii. Wa kumi na tatu ni mkurugenzi wa halmashauri ya manispa ya Temeke e, msiomfahamu ni Nasib Mbaga. Wa kumi na nne ni ndugu Angetile Osia, wote mnamfahamu. Sasa hivi Osia yuko Mwananchi Communications ni kiongozi kule, ni mwana michezo wa siku nyingi. Wa kumi na tano ni Dr. Alan Kijazi, yeye ni mkurugenzi mkuu wa Tanapa nafahamu nafahamu shirika letu la hifadhi. Wa 16 ni Dr. adidugu ni, eh, ni Dr. Makakala, ni kamishna generali wa idara ya uhamiaji. Wa 17 ni Dr. James, ni katibu mkuu wizara ya fedha na mipango. Wote hawa ni wana michezo tumewaangalia kwa muda mrefu kuweza kupendekeza majina yao. Wa kumi na nane ni mkurugenzi mtendaji wa Ngorongoro Crater Conservation Authority, mamlaka ya Ngorongoro, mnamfahamu hata Fredi Manongi. Wa kumi na tisa ni ndugu Lameck Nyambaya, ni mjumbe kamati ya utendaji TFF, mnamfahamu. Wa ishirini ni ndugu Henry Tandau ambaye yuko kamati ya Olympic ya Tanzania. Wa ishirini na moja ni ndugu William Erio, mwanamchezo wa siku nyingi, lakini vile vile mkurugenzi mkuu wa PPF. Wa ishirini na mbili ni ndugu Kevin Twisa, mwana michezo, lakini vile vile afisa masoko mkuu wa sport Pesa. Wa ishirini na tatu ni Profesa Lawrence Museru, mwanamichezo, lakini vile vile mkurugenzi mkuu wa hospitali ya taifa ya Muhimbili wa 24 ni injinia Ladislaus Matindi, mkurugenzi mtendaji wa ATCL mwanamichezo nafahamu siku nyingi. Wa ishirini na tano ni madamu uh, dada yetu Devota Mdachi, mkurugenzi board ya utalii Tanzania. Hao ni ishirini na tano. Na baada ya hii kazi shirikishi kufanyika na tukapeleka haya majina, napenda kuwaambia kwamba wote ishirini na tano tuliowateua walikubali kwa kauli moja. Huu ni uzalendo wa hali ya juu. Si kazi ya kulipwa, hii ni kazi ya kujitolea. Na muda so, sifikii kwa sababu ya 2019 na muda mrefu, hapana. Kuna mambo mengi ya kujiandaa tuweze kufanya kazi inayoitukuza nchi yetu na kuifanya Tanzania ingie kwenye ramani ya nchi ambazo zinaweza zika- zikaandaa michuano mbalimbali duniani. Kwa hiyo hii ni test case kubwa, ni mtihani mkubwa ambao kama nilivyosema lazima tufaulu. Kikao tulikifanya leo na wajumbe wote hao, baadhi ya wajumbe walikuwa wapo wametuma wawakilishi na tumeongea kwa simu na wakitunga mkono kwa matendo na kikao. Kikao hiki vile kimenichagua eh, mimi waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo kuwa mwenyekiti wa hii kamati ya maandalizi ya na kwa hiyo mashindano ya Afcon nimethibitishwa, lakini vile vile kikao kimekubali pendekezo langu na tumekubaliana na baadhi ya wajumbe wengine kwamba tumuone, tumwombe mjumbe ambaye vile ni rais wa heshima wa TFF ndugu yetu Leodegar Tenga akubali kuwa makamu mwenyekiti, na naomba aa, napenda kuwathibitishia kwamba amekubali hiyo heshima tuliyompa. Lakini tatu, tumefanya uamuzi mwingine mzito sana kumchagua kumteua mtendaji mkuu wa hii kamati, maana lazima muone CEO ambaye kwa kweli anabeba kazi kubwa sana tena sana kufanikisha, uh, haya mashindano tutakayoyafanya 2019, naye ni mwenzetu Henry Tandau ambaye yuko kamati ya Olimpiki Tanzania. Uh, kikao cha leo kiko kizuri sana. Uh, tumekubaliana kukutana tena siku ya Jumamosi. Tuna mambo mengi ya kuangalia, tuna undaji wa kamati ndogo ndogo za kuweza Uh, kuweza kukamilisha vitu vingi ambavyo tunategemea elfu mbili na kumi na tisa tutakapofika tusikwame kwame kabisa.

Kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kwa dakika au MB au SMS unavyotaka, piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli chagua pindua pindua Vodacom. Power to you.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 katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers, the house of favorite newspaper, imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV, kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu, ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers, ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper.